Na, mtazamaji Mheshimiwa waziri mkuu, anakwenda kuweka jiwe la msingi. Na, na, na sasa baada ya maelezo yaliyotolewa na Profesa Bernadeta Killian, sasa jiwe la msingi hafla yenyewe ndio inaenda kufanyika na sasa tusikilize kinachoendelea pale. Waziri wa Elimu, katibu mkuu wa elimu, mwenyekiti wa baraza, waziri mkuu hapa yupo na mkuu wa mkoa uh, Vice Chancellor wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Moja Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa mbunge pia tupo naye hapa naye amejipanga vizuri kabisa. Tukio letu hapa na nakna kushuhudia moja, mbili, tatu, nisikie makofi na vigelegele vya kutosha. Aa, imeandikwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam jiwe la msingi la ujenzi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam jiwe la msingi la ujenzi wa kampasi ya Lindi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam limewekwa na Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameki Nchemba mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo tarehe 20 Disemba 2025. Nisikie makofi tena na vigelegele vya kutosha. Asante sana. Basi kwa sasa tutaelekea kwenye eneo letu la, la tukio. Nitumie fursa hii kusisitiza mambo machache. La kwanza, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Hakikisheni kampasi hii ya kilimo inakuwa kitovu cha ubora wa wataalamu wa utafiti na ubunifu unaolenga changamoto halisi za wakulima, wafugaji na wavuvi, ikiwemo mbegu bora, mabadiliko ya tabia ya nchi, umwagiliaji wa kisasa na teknolojia zinazoongeza thamani na kuzalisha mazao yanayolenga soko na hadhi ya uzalishaji unaokubalika kwenye masoko. Kuna baadhi ya, ya viwanda pamoja na kwamba tuna raw materials zinapatikana, lakini unakuta hazi, hazifikii viwango vile vinavyotakiwa na hivyo kuleta changamoto ya mazao ambayo tayari yameshazalishwa kukosa masoko, ili hali viwanda na vyenyewe vinakosa malighafi. kampasi hii ihakikishe mafunzo yanayotolewa yanazingatia zaidi ujuzi wa vitendo na ubunifu na, ujas, na ujasiriamali ili wahitimu waweze kujiajiri, kuajiri wengine na kuwa sehemu ya suluhu ya changamoto ya ajira. Wahitimu wawe practical. Wawe wa vitendo waweze kujiajiri na waweze kuajiri na wengine, ili kuweza kusaidiana na serikali kwenye masuala ya kupambana na changamoto za ajira. Duniani kote hakuna nchi inayoendelea ambayo wananchi wake wote wameajiriwa serikalini, kwa hiyo sekta binafsi ndiyo mkombozi duniani kote kwa tatizo la ajira. Ninasisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya chuo kikuu hiki, sekta binafsi na taasisi za utafiti wa wakulima na halmashauri, ili tafiti na maarifa yanayozalishwa hapa yaweze kutafsiriwa moja kwa moja kama tija ya kiuchumi na maendeleo ya kijamii. Na taasisi zetu hizi ziweke kumbukumbu ya wahitimu wao waliohitimu kwa ubora wa kutolewa mfano, ili waweze kusaidia taifa katika masuala haya wale wenye distinction Profesa, nadhani unanipata vizuri, tusipoteze watu wa aina hiyo. Tunakuwa na watu wanaangaika angaika, ukimpa mtu ukimpa jambo ana strago sana alafu, na watu wenye distinction hawajapata connection. Ni vizuri uwezo uwe unaamua kwenye mambo haya ya msingi ambayo yako based na uwezo Uongozi wa chuo kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, kuhakikisha matumizi ya Tehama, mifumo ya kisasa ya kufundishia na kujifunzia, pamoja na usimamizi madhubuti wa rasilimali, ili kampasi iwe endelevu na shindani kimataifa. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na wadau wa maendeleo, endeleeni kushirikiana katika kuhakikisha kampasi hii inakamilika kwa wakati, kwa ubora unaokusudiwa na inaanza kutoa mafunzo kwa kasi na matunda ya uwekezaji huu yaweze kuonekana mapema kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Mmenituma nikamfikishie Mheshimiwa Rais kuhusu lini inaanza. Mmenituma wenyewe Mheshimiwa Mkuu wa Chuo pamoja na Waziri. Na mimi nitafikisha kwamba ni miezi kumi tu ijayo kampasi hii hapa inaanza. Kwa hiyo, mkandarasi na wasimamizi, ni jukumu lenu kukesha huku mkizingatia ubora huku mkizingatia thamani ya fedha za walipa kodi wa Tanzania. Ninatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Lindi na mikoa jirani kulinda na kumiliki kampasi hii kama rasilimali yao ya maendeleo. Hii ni mali yenu, kwa kushirikiana na chuo kikuu kutoa huduma, mazingira rafiki na ushirikishaji wa jamii. Hii ni mali yenu wana Lindi, pamoja na kwamba watumiaji hautazingatia ukabila, udini wala ukanda, lakini ukweli unabaki vile vile kwamba hii ni mali yenu Wanalindi. Eh, haya majengo hamna siku tutayahamishia Chalinze, yatakwepo hapa hapa. Hii ni mali yenu Wanalindi na na fedha hii, ilimsikia mkuu wa chuo akisema ufadhili si ufadhili, huu ni mkopo Ayo, ayo, ayo, ayo, makamu mkuu wa chuo alisema ufadhili. Mkuu wa chuo umesema vizuri, mkuu wa chuo umesema vizuri. Ni, ni mkopo huu ni mkopo. Mkopo ni malipo yako unayatanguliza tu, alafu baadaye ukikusanya unaanza kulipa. Kwao hii ni fedha yenu. Duniani kote hamna fedha inayoitwa ya serikali. Serikali ni mratibu tu, miundombinu yote inayojengwa ni fedha yenu, iwe imekusanywa siku hiyo hiyo au iwe ya mkopo. Ndio maana asiye na kipato huwa akopesheki, kwa sababu hataweza kulipa. Kwa hiyo hii ni fedha yenu wana Lindi, mwilinde, ni mali yenu.